Tanzania kutoka uh, South Africa. Historia kubwa imeandikwa, hatimaye Simba imeingia fainali ya kombe la shirikisho Afrika. Uh, kama uongozi na kwako binafsi imekuwa kubwa kiasi gani kulipokea? Kwanza tunashukuru e, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujaalia e, riski hii ya kufika fainali. Tumeisubiri kwa muda mrefu, lakini hatimaye Mwenyezi Mungu amekuja kuturuzuku. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi zaidi. Sisi kwetu Simba Sports Club tuna furaha kubwa kuona tumerejea tena kwenye fainali baada ya miaka 30 na mbili kupita. Mara ya mwisho kucheza fainali ni mwaka tisini na tatu. Tumeipambana kwa muda mrefu na hatimaye tumefanikiwa tena kurudi kwenye hatua ya fainali. Kila mwanasimba anastahili pongezi kwa hiki ambacho kimefanyika. Ushirikiano wa pamoja wa wanasimba ndio ambao umetupelekea kufikia mafanikio haya. Kwa kipekee kabisa, tunampongeza na kumshukuru rais wa klabu ya Simba na mwekezaji wa klabu ya Simba, Mohammed Dewji. Yeye ndiye ambaye ametufikisha hapa. Ndoto aliyoiota miaka mingi ya kuisaidia ya kuifanya Simba iwe bingwa Afrika sasa inakwenda kufikiwa. Eh, aliota ndoto hiyo, aliweka maono hayo, na sisi kazi yetu ikawa ni kufanya kazi, kuifanyia kazi ndoto hiyo. Amefanya hivyo, na sasa tumekaribia kabisa kutimiza watoto ya tajiri wetu. Lakini kwa kipekee kabisa, tunawapongeza na kuwashukuru viongozi wote wa bodi ya wakurugenzi ya Simba ikiwemo e, e, pamoja na mwenyekiti e, wa klabu ya Simba ambaye ni makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya klabu ya Simba Murtaza Mangungu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya msimu huo. Hawajalala, hawajapumzika, wamevuja jasho kuhakikisha kwamba Simba tunafikia malengo haya. Sisi tuna kila sababu ya kujivunia kwa sababu hii ni hatua ambayo tumeisubiri kwa muda mrefu ni hatua ambayo tumeipigania kwa muda mrefu, na hatimaye Simba amefika hatua ya fainali. Tunachoweza kusema ya kwamba kazi tumeimaliza, lakini hatujaikamilisha. Kukamilika kwa kazi hii ni Simba kuchukua ubingwa huu wa CAF Confederation mwaka 2020 tano. Na hili niwaambie ndugu zangu, wanasimba, hili linawezekana sana. Mpinzani ambaye tunakwenda kukutana naye katika mchezo wa fainali ni mpinzani ambaye kwanza tunamfahamu, lakini pili tunamheshimu, lakini tatu ni mpinzani ambaye tunaweza kabisa kumfunga na Simba tukachukua ubingwa. Kuanzia hivi sasa niwaambie, wanasimba, turudi tena mapangoni, turudi tena machimboni, tuanze maandalizi ya kwenda kumfunga beri kane nyama tuchukue ubingwa. Niseme tu ya kwamba Simba hatuko tayari kwa namna yeyote ile, ubingwa wa kombe la Afrika ukachukuliwa ndani ya ardhi yetu, ukachukuliwa mbele ya watu wetu watakaokuja Benjamin Mkapa, hilo haliko tayari, hatuko tayari hata kidogo. Kwa hiyo tunaanza mikakati hivi sasa maandalizi hivi sasa kwenda kuuchukua ubingwa huu, na tunabeba Ahmed, alikuwa inazungumza goli moja kuna maji mdogo sana ya yes. Simba kwenda fainali yeah, kwa sababu mko mekwenda kumalizia binani, mmefanya e, kile ambacho baadhi ya watu hawakuamini kama mtaweza kukifai, na kipi cha kuwaambia? ya yeah, uh, Mwalimu Fadlu alitengeneza mpango mzuri. Uh, na mpango wake wa kwanza ni kwamba uh, tusifungwe goli la aina yoyote katika uwanja wetu wa nyumbani, kitu ambacho alikifanikiwa uh, baada ya kupata ushindi wa bao moja kwa bila katika uwanja wa Amani pale Zanzibar uh, akaona ni ngumu kupata bao la pili, akasema sio shida, wacha nilinde goli hili hili moja, kwa sababu uh, nikienda ugenini nina uwezo wa kulinda tena kwa dakika tisini, ni siweze kufungwa bao jingine. Na hiyo ndo kawa mpango kazi, na mpango kazi umekwenda vizuri. Goli moja la Jean Shale Ahua ndilo ambalo limetupeleka fainali, kama wao goli lao moja liliweza kuwavua ubingwa za Malek, na sisi goli hilo hilo moja limetupeleka fainali. Kimsingi tu ni kwamba eh, mwiba umeingilia ulipotokea. Wao walifuzu kwenda fainali kwa goli moja, na sisi tumewatoa kwenda fainali kwa goli moja, yeah. Ahmed kwa faida sisi hapo tumechelewa kidogo hapa, kwa nyinyi kama viongozi, sehemu ya simu imekuwa ni fahari gani? Hujachelewa. Ah, niko sehemu sahihi. yeah. yeah. yeah ni fahari kiasi gani kama Simba kushuhudia mnyama na tinga hatua ya fainali kombe la shirikisho barani Afrika? Ni fahari kubwa. Timu ya mpira wa miguu yoyote e, inaposhiriki mashindano inataka kufika hatua ya fainali na kuchukua ubingwa wenyewe, na kwa ukubwa wa Simba tuliweka wazi kwamba imetosha sasa e, kujivunia robo fainali, imetosha sasa kujivunia kufika nafasi ya saba na sasa tunatakiwa kwenda mbali zaidi na kwenda mbele zaidi. Mbele ya fainali ni wapi? Mbele ya robo fainali ni wapi? Ni kwenye ubingwa wenyewe. Na timu yetu ni kongwe barani Afrika, ina miaka mingi barani Afrika. Kwa nini tuendelee kuishia njiani? Kwa nini tuendelee kukwama? Kwa hiyo, kama viongozi, tunaona fahari kubwa kuona ya kwamba e, tumetimiza moja kati ya malengo yetu ya kucheza fainali, na ndio maana nimesema ya kwamba kazi tumeimaliza lakini hatujaikamilisha. Kuikamilisha kazi hii ya 2025 ni kuchukua ubingwa wa Afrika. Mzani gani mnaambiwa kwamba ili kufikia levo yao kwenye kombe yeah, la shirikisho na, no, no, no, nyinyi mtakuwa ingia fainali na mpate medali na miaka yote tunapoizungumzia fainali wa Simba tulikuwa tunaweka wazi ya kwamba tunataka kuifikia rekodi yetu ya mwaka tisini na tatu. Sisi ndio tumesimamia hapo uh, na hii kwetu sisi inakuwa ni fainali ya pili ya michuano ya Kafu. Kwa hiyo mzani tulio balance ni mzani wetu sisi wenyewe wa mwaka tisini na tatu. Rekodi tuliyoifikia ni rekodi yetu sisi wenyewe ya mwaka tisini na tatu, lakini tukasema inatosha sasa. Hatuwezi kuendelea kujivunia rekodi ya mwaka tisini na tatu. Wengi wenu mlikuwa hamjazaliwa, na ndio maana hamtuelewi. Sasa acheni tukaandike rekodi nyingine mpya ya zama hizi na kizazi hiki, ili nyie wote muwe mashahidi ya kwamba Simba amefika fainali, amecheza fainali. Kwa hiyo tume tumebalansi mizani yetu sisi wenyewe, tulicheza fainali mwaka tisini na tatu, tumecheza fainali mwaka 2025.